Kwa majina naitwa Dkt. Shella Mayemba, ni mratibu wa magonjwa ya zinaa Halmashauri ya Mji Njombe. E, nimefika kwenye vyombo vya habari ili kutoa uhamasisho kwa wananchi juu ya ugonjwa wa Kaswende kwa sababu limekuwa ni tatizo kubwa katika jamii ya Halmashauri ya Mji wa Njombe kutokana na takwimu za kuanzia mwezi januari mpaka oktoba mwaka huu labda nianze na kusema kaswende labda ni nini kaswende ni ugonjwa wa ngono au ugonjwa wa zinaa ambao unasababishwa na mdudu bakteria aina ya spirochetes ambayo anaitwa treponema pallidum Mdudu huyu anaeneza ugonjwa kwa njia ya kujamiana, yaani kwa njia ya ngono, ngono zembe kutoka kwa mtu aliye na ugonjwa, aliyeambukizwa kaswende na kwenda kwa mtu mwingine. Ugonjwa huu unaonyesha dalili ni ndani ya siku kumi mpaka siku kumi na nne tangu mgonjwa alipopata maambukizi na dalili zake zimegawanyika katika hatua tatu. Hatua ya kwanza mgonjwa anaweza ka, akawa na dalili ya ka kupatwa na kakidonda kadogo sehemu za siri, anaweza kaka moja au viwili pande zote maeneo ya eneo la sehemu za siri. Kidonda hicho kinakuwa hakina maumivu yoyote, baada hapo kinaweza kikapotea chenye bila matibabu yoyote, na pia anaweza kapata dalili za mafua zitapotea zenyewe bila matibabu yoyote. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, hiyo ni hatua ambayo ni yenye matatizo makubwa. Kwa hiyo mgonjwa anaweza kaja hospitali akiwa ana dalili za kuumwa, maumivu ya kichwa, homa, maumivu ya viungo, misuri, anaweza kuchanganyikiwa wengine nywele kunyonyoka, tunaita alopecia ya kitaalamu e. Kama ni wajawazito, anaweza kaa na dalili za kuharibikiwa mimba kila wakati, kuzaa wa mtoto kabla ya wakati, njiti au kujifungua watoto ambao wamekufa. Anaweza kawa sio amekufa, lakini anakuwa amechubuka kama mwagiwa maji ya moto, kuzaa mtoto ambaye ni mlemavu wa viungo au kuzaa mtoto ambaye hatua zake za ukuaji zinaenda kwa kuchelewa. Kwa hizo ni dalili, hiyo ni dalili ya pili. Dalili ya tatu, bakteria anakuwa ni yuko ndani ya mwili lakini haonyeshi dalili zozote, haunyeshi dalili zozote zo zo, lakini tatizo linazidi kuwa kubwa. Na hatua ya nne hiyo ni hatua ambayo ni hatari tayari, ule ugonjwa unakuwa umeingia kwenye viungo vikubwa vya mwili kama moyo, maini na ubongo. Kwa moyo unaweza kashindwa kufanya kazi, ubongo anaweza akachanganyikiwa, eh anaweza akawa nashindwa hata akafa ganzi, yaani viungo vyake vikakosa nani nguvu, anakosa anapata ganzi kwenye viungo kama mikono, miguu kwa hiyo ndo athari zinazo zikatokea. Kundi kubwa ambalo linaathirika na ugonjwa wa kaswende ni kuanzia umri wale ambao tayari wana uwezo wa kufanya jaribio la kufanya ngono hadi watu wazima, kwa sababu ngono haichagui kusema huyu ni umri mdogo au umri mkubwa. Ni yule tu ambaye ameshajitambua kwa kuwa anaweza kufanya tendo la ngono hilo, basi ana uwezo wa kupata maambukizi ya ugonjwa wa kaswende na ukubwa wa tatizo ni kwamba takwimu za mwezi Januari mpaka Oktoba inaonyesha wagonjwa nje na ndani walioathirika na ugonjwa wa kaswende ni mia sita kumi na tatu na kinamama waja wazito walioenda kuanza kliniki walikuwa ni mia moja hamsini na tano Kwa hiyo inaonyesha tatizo ni kubwa kwa sababu ni hiyo miezi kumi tu inaonyesha data hizo, bado hatujapata data za mwezi wa mwezi Novemba na Disemba. Kwa hiyo tatizo ni kubwa. kwa tatizo hilo, shida ni nini? Shida ni kwamba watu wanakufanya ngono zembe, hawawi waaminifu. kama ni mwanandoa, basi hau mwaminifu kwa mwenza wake, anatoka nje ya ndoa. Na kwa wale ambao wako nje ya ndoa, ina maana sio waaminifu pia, wanakuwa na wapenzi zaidi ya mmoja na hawatumii kinga, wanaenda wanafanya ngono zembe, yani hawatumii kondomu, ndio maana maambukizi yanakuwa ni makubwa. Na matibabu yana how long mpaka mtu anapona anza kupata matibabu? Mm, matibabu ya kaswende yanachukua ni wiki tatu, yani unapata dozi moja kwa wiki, yani mfululizo kwa wiki tatu. Yaani kwa mfano umetibiwa leo, ni siku ya Jumatano utapata hiyo, ni dozi ni sindano tena. Utarudia Jumatano ya wiki inayofuata, na Jumatano ya wiki ya tatu unakuwa umemaliza matibabu, na itabidi ukae miezi sita tangu ulivyomaliza dozi ya tatu, afu narudia kufanya check up, kwa sababu ile sumu ya yule mdudu inakaa ndani ya mwili wa binadamu kwa muda wa miezi sita. Ndio maana tunasema rudia kupima baada ya miezi sita, sio so, umemaliza dozi unaenda kupima, ukienda kupima utakutwa ni positive kwa sababu sumu ya yule mdudu inakaa muda mrefu kwenye damu. Sababu inaonyesha ni kwamba, wanaotibiwa yaani, wanaokuja kutibiwa wanatibiwa bila wenza kwao, anatibiwa na napona, anaenda tena kurudia kufanya ngono zembe na yule patina wake, na yule patina wake naye anakuwa sio mwaminifu, naye anaenda kufanya ngono zembe hivyo kwa mtu mwingine, hivyo hivyo. Ndio maana nani, takwimu zinazidi kwenda juu. Bana. Vifo vinavyotokana na kaswende, hapana, hapana. Eh, kwa sababu madhara makubwa sana sana ndio hiyo ngozi na matatizo ya moyo, lakini kufika mpaka kufa hamna. Wanaofika tayari wanapata matibabu, wanapona. Waliokufa kutokana na kaswende, hapana, hawapo. mm -hmm. Mtoto ambaye anakuwa yuko tumboni, ambao ambaye ameshazaliwa, ambaye yuko tumboni, ni madhara makubwa kwa mtoto ambaye yuko tumboni, kama hajafika na ni mimba hajafika umri wa kuzaliwa, mimba inaweza ikaharibika, na anaweza pia kazaliwa na kaswende, kwa sababu yule mdudu wa kaswende anapenya kwenye kondo moja kwa moja, anaenda hadi kwa mtoto. Kwa mtoto anaweza kazaliwa na kaswende. Kama atakuwa ni salama, mtoto atakuja apate udumavu, hawezi kukua, atakuwa na ulemavu wa mifupa. Unaweza kuzaa mtoto aliyekufa. Yaani unafika miezi tisa, lakini unazaa mtoto aliyokufa. Lakini atazaliwa akiwa amechubuka kama amemwagiwa maji ya moto. Yaani ya yani kwa sasa, kwa kizazi hiki ni kuanzia umri wa miaka kumi na tano ndio tunaona hao ni sexual active tayari wanafanya hizo ngono. Kwa hiyo ni kuelekeza hata wazazi kuelekeza watoto kuwa hicho kitu kama anakifanya basi hakikishe anatumia kinga ambazo ni kondomu. Sasa na, kondoma, anatakiwa, awa, anajua, na kondomu anatakiwa awe anajua namna ya kuvaa. Unaweza kavaa kondomu uvaji ukawa sio sahihi, akafanya hilo tendo na akapata maambukizi kama kawaida. Wito wangu ni kwamba Wananjombe waache tabia ya uoga, aibu. Yaani mara tu unapogundua una tatizo unajihisi ni fika hospitali hata kama huna mwenza nenda katibiwe, utapata elimu. Kama wewe kama wewe mwenza wako hataki labda matibabu basi, epukana naye, usiendelee kufanya ngono zembe naye, kwa sababu kama utakumetibiwa na bado unafanya ngono zembe na huyo mtu utaendelea kupata matatizo ya kaswende, na kaswende kama haitapona utaendelea kuwa na kaswende, labda mara tatu, tayari wewe unakuwa ni candidate wa kupata tena nini? HIV. Hata kama ulikuwa una HIV. HIV utapata HIV.